Kenya. Nataka kumpea solution moja. Sisi kama watu wa Murang'a hatujai kuwa na deputy president, hatujai kuwa na president. Tutaanza kuunga. Sisi naongea hivi na najua kuna watu wengine watanunua hii idea yangu. Sisi watu wa Mount Kenya, au watu wa Murang'a, tuna produce viongozi. Sasa tuko na Ndindi Nyoro, tuko na akina Kang'ata ambao ni viongozi wana wanaenzua hata na majamii zingine. Na mimi naambia Ndindi Nyoro hivi. Wewe wewe unaweza jiuza hata kushinda Rigathi Gachagua, kuja hata uongee na makabila zingine. Sisi hatuwezi pelekwa na hiyo jia ya tribalism. So, na malizia nikisema hivi, watu wa Mount Kenya especially watu wetu wa Muranga, kama Rigathi Gachagua nataka revenge, na William Samoei Ruto atuletea mtu wetu Mkikuyu tusupport, atutaki kabila ingine. Asante sana <laughs>